Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameimiza ushiriki wa taasisi za umma, sekta binafsi pamoja na Watanzania waishio wa nje ya nchi, yani diaspora, katika kufanikisha utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania toleo la 2024 kwa kuihusisha katika mipango yao ya maendeleo, diplomasia ya uchumi na ushirikiano wa kimataifa. Daktari Samia Ametoa rai hiyo leo katika hafla ya uzinduzi wa sera hiyo iliyofanyika katika Kituo cha Mikutano ya Kimataifa cha Julius Nyerere. Dakta Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa maboresho ya sera iliyozinduliwa yamechagizwa na mabadiliko makubwa ndani ya nchi katika kipindi cha miaka ishirini iliyopita yaliyolazimu mapitio ya sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na moja. Dr. Samia Suluhu Hassan amesema sera hiyo ya mambo ya nje ambayo ni mwendelezo wa sera za ndani ya nchi ni nyenzo muhimu ya kuiwezesha Tanzania kushiriki kwa ufanisi katika siasa, uchumi na majukwaa ya kimataifa huku ikilinda maslahi ya taifa na kusimamia misingi ya uhuru, usawa, ujirani mwema na ushirikiano wa Afrika na dunia kwa ujumla. Baadhi ya maeneo yaliyoboreshwa kwenye toleo la mwaka 2024 ni kuimarisha diplomasia ya uchumi, kushirikisha Watanzania waishio nje, kuongeza ushawishi wa Tanzania duniani na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto mpya. Aidha, Rais Dr. Samia amebainisha kuwa kwa mara ya kwanza misingi ya sera ya mambo ya nje imeongezwa kutoka saba hadi nane kwa kuingizwa msingi mpya wa kulinda na kuendeleza maadili, mila na utamaduni wa Mtanzania, ikiwemo kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili jambo linaloonyesha dhamira ya kulinda utambulisho wa taifa katika dunia yenye mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni. Wakati huo huo, rais Dkt. Samia ameonya juu ya baadhi ya wa wanaharakati kutoka nje kuingilia maswala ya ndani ya Tanzania kwa njia zinazoweza kuhatarisha amani na utulivu wa taifa. Amesisitiza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache zinazoendelea kudumisha amani katika ukanda wake, na amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wasimamizi wa sera za nje kudhibiti mianya ya vurugu kutoka nje. Dkt. Samia ameeleza kuwa juhudi zake zinalenga kulinda maslahi ya taifa na kuendeleza misingi ya amani, usalama na maendeleo, na kutahadharisha kuwa Tanzania haitatoa nafasi kwa mtu yoyote kutoka ndani na nje ya nchi kuvuruga misingi hiyo. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Ni waombe katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama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 ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Ni waombe mwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vilevile tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla na hasa vijana wa Kitanzania, niwasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini. Na hapa nimefurahi kuona vijana waliokuja kutuimbia hapa, wameimba kwa hamasa na wameimba kwa kuamini moyoni kwamba hii ni sera yao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo, niwatake vijana, mchangamkie hayo. Tayari vijana wetu wa Kitanzania wengi tu wameanza vibiashara vidogo vidogo, vikampuni vidogo vidogo, startups ambazo zinapata msukumo kutoka maeneo mbalimbali. Niwaombe sana vijana wa Kitanzania waendelee na hilo, ili waweze kujiajiri na kujenga taifa lao. Lakini jengine, sera yetu hii ya mambo ya nje au uhusiano wetu na nchi za nje, sasa hivi kumeanza kujitokeza kwa uwazi kabisa serikali kwa serikali, nafasi za ajira kwa vijana wetu nje. Hili nalo niwaombe vijana walichangamkie. Sekta zinazohusika na ajira za vijana wetu nje waweke sera zinazoeleweka, sheria zinazoeleweka, ili vijana wetu wafaidike na, wafaidike na fursa hizi. Tujipange kisera, kisheria na kuwatayarisha vijana wetu kwenda kufanya kazi katika ajira za nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wageni waalikwa, narejea kusema kuwa tukio hili la leo ni la kihistoria, ni utekelezaji wa falsafa yetu ya R4 kwa upande wa kidipo, kidiplomasia. Tumejitathmini, tumefanya mazungumzo na kutafuta maoni kwa upana sana na tumeamua kuja na maboresho ya sera, ndio kujirekebisha ili tuweze kujenga vyema nchi yetu. Hii ni safari ya fikra na ari mpya katika kujijenga kidiplomasia na kuliweka taifa letu na serikali katika nafasi nzuri kwenye ulingo wa jumuiya za kimataifa. Nimalizie kwa kusema sera hii tukitekeleza vilivyo matarajio yetu wa Tanzania ni kuiona Tanzania yenye ujasiri na uthubutu ndani na nje ya mipaka yetu Tanzania isiyo sita wala kutetereka katika kuchukua nafasi yake kwenye majukwaa ya kimataifa, ikisimamia ukweli na haki. Huo ndio umahususi wa Tanzania tulioachiwa tangu kuasisiwa kwa taifa hili, hatuna budi kuuendeleza. Nimalizie kwa kupongeza tena Mheshimiwa waziri na timu yako ya wizara na timu ya wataalamu walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi ya sera hii. Aidha, ni kupongezeni kwa maandalizi mazuri sana ya shughuli hii ya uzinduzi wa sera ya mambo ya nje. Hongereni <coughs> kwa ubunifu. Hongereni kwa ubunifu wa kuwezesha mabalozi wetu walioko nje kufuatilia shughuli hii kwa njia ya mtandao. Hapa mbali na ku kutokutumia gharama za kuwafanya kuja na kurudi, ingawa amewanyima fursa za kuja kuona watu wao, lakini pia mmeanza kutekeleza yale ambayo tunayatarajia kuyaona kwenye katika diploma, kwenye diplomasia uh, yetu mbele tunakoelekea, kwamba sasa tutatumia mitandao zaidi katika kuwasiliana uh, kuliko nenda rudi na kutumia gharama nyingi. Sasa baada ya kusema hayo, niwashukuru wote walioko kwenye ukumbi huu kwa kuja kuunga mkono shughuli hii na sasa natamka rasmi kwamba Sera ya Mambo ya Nje ya Tanzania ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024 sasa imezinduliwa rasmi.